pte Mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa spika na wenye viti wa kamati za bunge, Mheshimiwa jaji mkuu, Mheshimiwa mawaziri mliopo, katibu mkuu kiongozi, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu, nimewaona Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa vyombo uh, vya ulinzi na usalama yuko nasi, ndugu um, um, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, viongozi wote waandamizi wa taasisi za umma mlioko hapa, mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, tumshukuru Mungu tujalia leo fursa na wasawa kuja kupokea taarifa hizi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, lakini za serikali, lakini pia na mkurugenzi mkuu wa takukuru. Lakini pili ni washukuru wote mliokuja kwenye shughuli hii, na la tatu nami niongeze baraka zangu kumtakia heri mzaliwa leo wa CAG. Ndugu zangu, waheshimiwa, tumekutana hapa kutekeleza jukumu la kikatiba kwa mujibu wa ibara ya 143 kifungu kidogo cha nne kumtaka CAG kuwasilisha taarifa ya ukaguzi um, wa hesabu za serikali kwa rais. Lakini tukajiongeza siku kama leo, pia tunapokea taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kifungu kile nilichokitaja kinamtaka mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kupeleka taarifa ya ukaguzi wa hesabu hizo kwa, uh, kwa rais, lakini baadaye rais kuipeleka taarifa hiyo kwa spika wa bunge ili ifike kwenye kikao kinachofuata cha bunge mara baada ya rais kupokea taarifa hiyo. Lakini vile vile niwaahidi kwamba uh, kama alivyosema mkaguzi mkuu uh, wa hesabu za serikali serikali, haijawahi kuchelewa kupeleka taarifa hii kwa, na taarifa hii nayo nitaipeleka kwa wakati, na nikuombe Mheshimiwa Spika vilivyo na nyinyi kwa wakati. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru sana na kumpongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu uh, za serikali management na watumishi wote kwenye ofisi za CAG kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Kwanza wamefanya kukagua hesabu za fedha, taarifa tumeisikia hapa lakini wamekagua ufanisi wa miradi na ufanisi wa taasisi na programu mbalimbali. Wamefanya kazi za kiuchunguzi kuchunguza mambo kadhaa ambayo wamepelekewa, lakini vile vile wamefanya kaguzi za mifumo ya tehama uh, kama inafanya kazi vyema na inafanya kazi inayotakiwa, lakini pia wamefanya ukaguzi kwa njia ya real time audit, uh, uchunguzi maalum kwa wakati maalum kama walivyoombwa na taasisi mbalimbali mbali, lakini pia na serikali. Sasa niseme kwamba ukaguzi uliofanywa unatupa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuziimarisha taasisi za umma. Jitihada kadhaa zinafanywa kuziimarisha taasisi za umma ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali, lakini kufuata taratibu zinazotumiwa katika matumizi ya rasilimali hizo. Faraja tuliyoipata ni kwamba kwa ujumla kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali, pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa. Na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma, lakini ukichukua mwendelezo, kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora, tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. Ndugu viongozi, kama nilivyosema kwamba ni utamaduni wetu siku kama hii kupokea ripoti mbili au taarifa mbili, ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu, lakini pia ya TAKUKURU kwa hiyo hapa pia nitumie fursa hii kumshukuru mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU pamoja na watumishi wote kwa kazi nzuri pia iliyofanyika. Taarifa ya TAKUKURU imeashiria kuongezeka tena kwa ufanisi kwa aina mbili. Moja, ufanisi ndani ya TAKUKURU yenyewe. Miaka mitano sita iliyopita taarifa hii ya TAKUKURU ingekuwa ina vitu vingi vya kuulizana ulizana mbona mbona mbona, lakini taarifa hii imeonyesha kabisa kwamba Takukuru sasa wanafanya kazi, wamepunguza mapungufu yao na wanafanya kazi kuendana na taratibu wanazotakiwa kufanya kazi, na ndio maana wameweza kuona yote haya na kuyafanyia kazi. Lakini la pili, taarifa ile imeonyesha kukuza ufanisi ndani ya taasisi zetu za umma na ameonyesha comparison mwaka huu ilikuwa hivi mwaka huu ilikuwa hivi, lakini pia kuyanyanyua Tanzania kutoka nafasi iliyokuwepo kwenye mapambano dhidi ya rushwa na kupanda juu kidogo, lakini tumepanda, na hii ni ishara kwamba kazi nzuri inafanyika ndani ya taasisi zetu. Takukuru imetuambia mambo kadhaa, la kwanza ni hilo la kwamba ufanisi umekuwa ndani ya taasisi zetu, lakini la pili ni matumizi ya mifumo na tehama, kwamba kwa kiasi fulani sasa tehama inatumika ndani ya taasisi zetu, lakini ina mifumo iliyowekwa ndani ya taasisi nayo inafuatwa na kwa kiasi kikubwa kupunguza yale mapungufu au kasoro zilizokuwa zikijitokeza huko nyuma. Lakini pia wametuambia kuna kiwango kikubwa cha kukuza ufahamu na kujenga ujasiri kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla kufahamu rushwa ni nini, na kujenga ujasiri wa kuisema kama tulivyoona kwenye documentary. Lakini jengine analolifanya na ni kubwa la msingi, kujenga uelewa wa mapambano ya dhidi ya rushwa kwa vijana wetu, shule za msingi mpaka vyuo, na hii ndio kazi kubwa ya kufanya. Wanasema udongo upate ukiwa umajimaji ndo utaweza kufinyanga vizuri. Mimi na nyinyi hapa tukihubiriwa mambo ya, ya, ya rushwa yanaingia huku lakini likiingia jengine la rushwa limetoka. Lakini kwa watoto wetu tukianza sasa hivi wanakuwa na huo utamaduni na hata wakiingia maofisini wataingia na utamaduni huo ambao wamekuzwa nao. Hii ni kazi nzuri sana. Kwa TAKUKURU na washukuru sana. Niseme kwa ujumla kwamba ni matumaini yetu kwamba taasisi hizi mbili mdhibiti na msimamizi wa hesabu za serikali na TAKUKURU zitaendelea kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa na uzalendo wa hali ya juu kwa manufaa ya taifa letu. Sisi upande wa serikali tuko tayari kuendelea kufanyia kazi maoni na mapendekezo yaliyotolewa ndani ya taarifa hizi mbili. Tutasikiliza vizuri, tutafuatilia vizuri mjadala wa bunge kwenye taarifa ya mdhibiti um, na mkaguzi wa hesabu za serikali lakini pia kwa taarifa ya TAKUKURU, tutakwenda kufanyia kazi vizuri yale yote ambayo yameelezwa kule, ili hatimaye tuweze kujenga utawala bora ndani ya nchi yetu. baada ya kusema hayo, niseme kwamba taarifa mbili hizi nimezipokea ni na nitafanya kazi ya kuwasilisha bungeni kwa ile ambayo inakwenda bungeni na kuzifanyia kazi ipasavyo pale maoni na mapendekezo yaliyotolewa yatakapowasilishwa kwetu. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Rais. Baada ya hapa, kinachofuata ni picha za kumbukumbu -kumbu. Kwa heshima na taadhima, tunaomba viongozi tutangulie huku kwa ajili ya utaratibu wa picha na eneo limeshaandaliwa tayari.